Wakala wa uwezeshaji wa usafirishaji unaoundwa na nchi saba CCTTFA maarufu Ushoroba wa Kati umetoa vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 80 kwa ajili ya chuo cha chama cha wakala wa forodha Tanzania TAFFA vitakavyosaidia kuwajengea uwezo na kuongeza ufanisi katika uondoshaji wa shehena katika maeneo mbalimbali na kupunguza changamoto za ucheleweshaji wa mizigo. Akipokea misaada hiyo, Rais wa TAFFA Edward Urio amesema elimu sahihi ikitolewa itasaidia kuongeza ushindani baina ya mataifa saba ya umoja wa ushoroba wa kati na mataifa mengine, katika suala zima la ushindani wa ajira. Umekuwa mstari wa mbele kutusaidia kuhakikisha kwamba ndoto yetu ya kuwa na training center ambayo itakayokuwa imejitosheleza vya kutosha na vifaa vitakavyosaidia kuongeza uwezo kwa wanachama wetu, lakini tu si kuongeza uwezo, bali pia kuongeza ufanisi kwenye kuondosha shehena bandarini, viwanja vya ndege, mipakani, lakini pia kwenye kuchangia pato la serikali, kuhakikisha wa kwamba wanachama wetu wanakuwa ni sehemu ya kuisaidia serikali kukusanya kodi sahihi. Hakuna tasnia ambayo inaweza ikasonga mbele bila mpango mkakati wa kuwajengea uwezo wanachama wake walioko sasa hivi, lakini pia wale ambao tunao watarajia. Ni ndoto yetu na ipo kwenye mpango mkakati wetu kwamba chuo hiki kije kuwa sehemu ya vyuo Afrika Mashariki na Afrika nzima, viweze kutambulika kwenye kutoa logisticians wenye uweledi wa kufanya kazi kitaifa na kimataifa. Baraka ya kijiografia ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kupitia bandari ya Dar es Salaam na ushoroba wa kati ni neema ambayo tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunaitengenezea future. Na future ni kuwa na logisticians wenye uweledi. Future ni kuwa na logisticians professionals. Future ni kuwa na logisticians wenye integrity na ambao wanachangia serikali kwenye makusanyo yake. Upande wake mkurugenzi mtendaji wa Ushoroba wa Kati wakili Flory Okandju amesema mafunzo ni muhimu katika mataifa hayo ili kuepuka makosa ama kupoteza wateja kutokana na mapungufu ambayo wanaweza kuyatatua kabla hayajatokea. lengo yetu sisi kama Ushoroba wa Kati, kwa sababu tuko regional organization, tunataka TAFFA akuwe leader, akuwe bingwa, aongoze mambo za logistics within the region tunataka wengine wa kutoka nchi za Central Corridor waje pia wajifunze hapa. Kuna wengine maybe hawajakuwa na hii fursa, tutawaita. Mheshimiwa Rais, na mimi ni ombi langu kwa sababu naongoza taasisi ya serikali saba, naomba nikubalie ili wandugu wetu wa Malawi, wa Zambia, wa Congo sijue wapi waje na wao pia kesho wajifunze hapa wafanye technology exchange ili na wao pia tuwezi kuwajengea ile uwezo. Asante sana ili kesho msione kunakuja Wazambia hapo mnasema kuna mbona Wazambia wanakuja kwenye center hii? Tunataka hii kesho center kesho <clears throat> ikuwe regional center. Tunataka Tafa aongoze hii biashara ndani ya ushoroba wakati. Wakili Okandju amesema huo ni mwanzo na ni namna kurejesha faida kwa jamii kupitia chuo hicho cha TAFFA. Hii inamaanisha kwamba tutakuwa pamoja, tutaendelea mawasiliano yetu mazuri. Kama ukahitaji asema hata na mimi nije kuanza kufundisha, nitajitahidi na Kiswahili yangu <laughs> na Kiingereza yangu kibovu, paka hivyo nitajitahidi, tutakuja, tutafundisha wengine watapata hiyo fursa ya kujifunza pia Kifaransa na Lingala. mm -hmm. na ili wakienda kumusikia Fally Ipupa atadis, watasikia Lingala vizuri yeah. <laughs> So jamani, nawahakikishia kwamba sisi tutabaki pamoja. Zaituni Mkwama, Daily News Digital. <mucho>